Na mtazamaji wa Faida Online TV dawati la jinsia na watoto mkoa wa Mtwara kwa kushirikiana na mtandao wa polisi wanawake mkoani humo wakiambatana na wanafunzi wa shule za msingi na sekondari kutoka wilaya ya Newala wameshiriki maandamano ya amani wakiwa katika uzinduzi wa kampeni ya Tuwaambie kabla hawajaharibiwa awamu ya pili 2025. Uzinduzi uliofanyika katika kijiji cha Namiyonga wilaya ya Newala mkoani Mtwara, ambapo mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Newala Alhaji Mwangi Rajabu Kundya akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Kenani Sawala. Faida Online TV watu wa fridipas na hiana, tumekuandalia taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karimu Faida na hii ni Faida Online TV. Huyu hapa Alhaji Kundya mkuu wa wilaya ya Newala akizungumza. Takwimu zinatuambia kwamba msichana mmoja hadi watatu na wavulana mmoja mpaka saba wanayo hadithi ya kusikitisha kuhusu ukatili wa kingono kabla hawajafikia umri wa miaka kumi na nane. Ni mambo ambayo hayavumiliki katika jamii ya watu wastaarabu, watu wa ungwana kama sisi. Ukatili huu unaacha athari nyingi nyuma yake, unaacha athari za kiafya, unaacha magonjwa ya zinaa, unaacha ukimwi na hata kuathiri mifumo ya uzazi. Maana tumekuwa mashahidi wa kushuhudia mtoto anazaa mtoto. Tumepewa takwimu hapa ambazo zimeonyesha kati ya mwezi Januari na Septemba, matukio yaliyokwisha ripotiwa ni mia nne tisini. Si matukio machache, lakini tunapata faraja kwamba matukio haya yamepungua ukilinganisha na kipindi kama hiki cha mwaka jana. Hii maana yake jitihada inayofanywa na Dawati la Jinsia na maafisa wa ustawi wa jamii inaleta matumaini kwamba jamii yetu inazidi kuelewa changamoto hii. Na mimi nitilie mkazo swala la chakula shuleni. Hebu fikiria watoto wanasoma darasa moja muda ule ule, lakini baadhi yao wanapata chakula, na wakati wa kula ukifika, mwingine anatengwa na kaa pembeni, kwa sababu ya ukatili wa wazazi wake kushindwa kumchangia chakula. Najua tumesikia mengi kutokana na maelezo risala. Ya dawati imetoa mafunzo makubwa sana kwetu, hivyo nichukue nafasi hii kuwakumbusha ndugu zangu, tuwaambie kabla hawajali. ACP Emilia Nikamuhanda ni mkuu wa usalama barabarani mkoa wa Mtwara hapa, ambapo nafasi akimwakilisha kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara ACP Isa Jay Suleiman. Hiyo slogan yetu ya kwamba tuambie kabla hawajaribiwa, naona inagusa kitu kama pande mbili, naona kila mmoja anasema tuambie Wazazi tunasema tuambie, walimu wanasema tuambie na jamii nasema tuambie, lakini, lakini vile vile hata vijana wanasema, wanasema tuambie na wanafunzi wanasema tuambie. Sasa nani wa kuambiwa? Nafikiri kwa hii slogan kila mmoja anaambiwa, lakini, lakini lengo kubwa ni tunawaambia ninyi wanafunzi kuna wanaoharibu ambao tunawapa tahadhari, lakini tunawapa tahadhari vile vile wale kwamba kabla hawajaharibiwa. Unaharibiwa kwenye lipi? Unaharibiwa kufi, kushindwa kufikia hizo ndoto zako. Lakini vile vile na jamii inaambiwa isifanye moja, mbili, tatu, nne kama mlisoma haya mabango ambayo yalikuwepo, maana hayo. Kwa kufanya hayo tayari wanaharibu ndoto zako wewe. Kwa hiyo, kwa asilimia kubwa tunakuambia wewe mwanafunzi, na wewe hulichukue usitikie, na wewe kwamba tuambie, a wewe unaambiwa wewe kwa hiyo kwa, kwa siku hii ya leo tuichukulie maanani sana hii elimu tuliyoipata sisi kama wanafunzi sisi kama, sisi kama wazazi sisi kama, kama walimu lakini sisi kama jamii jinsi gani ya, ya kuwasaidia kwa hawa waweze kufikia ndoto zao. Kwa majina, naitwa mrakibu msaidizi wa polisi Salma Irigo, ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Mtwara. Kampeni hii imetupa mafanikio ya kuwaokoa watoto ambao wanatoka majumbani mwao wanakuja shuleni. Kwa hiyo tulikuwa tunawa tunawaambia au tunawaalati kwamba nyumbani alikuwa anaishi maisha fulani, labda maisha yenye tabia njema ambayo inakubalika kwenye jamii, basi anavyokuja shuleni pia tabia zile zile aziendeleze, asibadiliki kutokana na tabia ambazo atazikuta shuleni ambazo sio sahihi na alivyolelewa. Hiyo ilikuwa ni awamu ya kwanza, lakini awamu ya pili ililenga, awamu ya pili inalenga kwamba sasa hawa watoto ambao wanatoka mashuleni, eh, wanatoka mashuleni, wanatoka vioni, wanaenda mtaani, basi zile tabia ambazo njema walizokuwa wanaishi nazo shuleni basi wakawe raia wema kule wanapokwenda. Kwa mfano, watoto wa darasa la saba wamemaliza darasa la saba lakini bado ni wanafunzi waende wakajitunze huko mtaani, wakaishi kwa tabia njema, wakajitunze kwa sababu bado ni wanafunzi e, na hata hawa wa form four pia hali kadhalika e, watoto wa kidato cha sita hali kadhalika, kwamba wanavyoenda mtaani wakaishi na tabia njema, wakawe makini e, wakajizuie, wajilinde, wasipate manyanyaso ya aina yoyote, na basi kama ikitokea kwa bahati mbaya basi waweze kutoa taarifa kwa wakati kabla unyanyasaji haujawakuta. Anaitwa Nafsa Yasini na tokea na Ngwanda sekondari ni kidato cha sita. Siku ya leo tumeonekana wengi na wote tuna furaha kutokana na kampeni yetu hii tuambie kabla hatujaharibiwa. Ni kampeni nzuri kwa sababu tunakuwa tayari na uelewa na kila kitu, yaani tunakuwa tunafahamu kuhusiana na mambo mazima ya ukatili wa kijinsia pamoja na mambo mengine yote kwa hiyo hii kampeni na hii fursa inatufanya sisi tuweze tukaelewa vizuri, na tunaweza tukatoka hapa kuna sehemu nyingine kwa ajili ya kwenda kuwaelimisha zaidi watu wengine. Kiukweli ni kampeni ambayo iko safi na iko vizuri na inaonekana kusimamia haki yote kwa wanaume pamoja na wanawake. Kwa jina anaitwa Happiness Timos na Kambanga, ni kidato cha sita katika shule ya Nangwanda mchepoa hgk katika hii kampeni ya leo, kitu ambacho kikubwa nimeweza kujifunza ni kwa namna gani au ni kivipi ambavyo naweza nikawasaidia wale watu ambao wanapitia changamoto za unyanyasaji wa kijinsia. Mojawapo ni kutoa taarifa kwanza katika vituo vya serikali ya kitongoji, kijiji, kata, kwa maafisa watendaji, then taarifa zinaweza kufikishwa katika dawati kuu la nini la jinsia, na kuona kwa namna gani ambavyo naweza Kuwasaidia. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, kwa tumeshuhudia mambo mbalimbali yakifanyika hapa ikiwa ni pamoja na